Benki ya Ushirika imezinduliwa rasmi hii leo. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndiye ambaye ameongoza shughuli hiyo pale Dodoma na mara baada ya uzinduzi wake ametaka iwe chachu ya maendeleo ya kilimo. Mwenyewe bila ya kupepesa maneno amesema, awali alikuwa amini katika ushirika, kwani ilikuwa ni moja ya sehemu ambayo ni chanzo cha matatizo kwa wakulima lakini baada ya kuona kumekuwa kuna mabadiliko, ameridhia uamuzi wa kuwepo kwa benki hii, na akitaka sasa imwondolee mashaka aliyokuwa nayo na hatimaye kuwasaidia wakulima ili kufikiwa dhima ya kuwa na maendeleo endelevu kupitia kilimo, na hivyo kilimo kiendelee kuwa na tija. Mwenyewe anasema lengo ni kuhakikisha kwamba asilimia kumi ya pato la taifa la Tanzania linachangiwa <coughs> na kilimo na iweze kupindukia hapo. Tutatupia macho ujio wa benki hii ya ushirika, unatija kiwango gani kwa mkulima, lakini je, itakuwa chachu ambayo ya maendeleo kama ambayo Rais amekuwa akiyota? Ninaitwa Nordin Selemani, ndiye ambaye nakualika kwenye uchanganuzi hii leo. Matumaini yangu umekuwa na siku njema kabisa. Studio tunaye Lukas Malebo, yeye ni mkulima kiasili kabisa na atatupitisha katika namna ambayo sasa hii hey, benki itakuwa ina tija kwa kiwango gani? Karibu sana Lucas. San, san. Kwema, kwema kabisa. Mambo anasemaje? Salama, Mungu ni mwema. mm. benki ya ushirika. Ndiyo. Kwa yule ambaye hana uelewa wowote ule, mm. hii ni benki ya namna gani? Mm, tuanze pengine na neno ushirika wenyewe mm. ukiangalia duniani historia ya ushirika na hata hapa nyumbani historia ya ushirika imewahi kuwa chachu kama alivyochagiza Mheshimiwa Rais leo, ya maendeleo, na hii siyo tu kwenye sekta ya kilimo. Ukiangalia Brazili, ukiangalia Israeli, ukiangalia hata jirani zetu hapa Kenya, wao wanaita SACCOs, e, imekuwa na matokeo makubwa sana ya kuchagiza maendeleo kwenye nchi husika, ama kwenye jamii husika. Benki ya ushirika hapa Tanzania kihistoria Tanzania ni nchi ya wakulima mm. Na hata sasa hivi taarifa za serikali zinaonyesha idadi ya watu zaidi ya milioni sitini tu ya watanzania e, milioni arobaini nukta tisa hawa ni wakulima, na asilimia tisini na tisa nukta nane tano ya milioni arobaini nukta tisa ni wakulima wadogo wadogo mm. Unaongelea hii nchi ni ya wakulima, wafugaji na wavuvi. Sasa kwa historia tumekuwa na ushirika, na huu ushirika umewahi kuleta matokeo makubwa sana kwenye sekta ya kilimo. Tumekuwepo na vyama vya ushirika. Vyama vya ushirika hivi vilisaidia kuwaleta wakulima wa pamoja, kutafuta masoko, kujua changamoto zao na kuzitatua. Tukiangalia historia ya e Baba wa Taifa na vyama vya ushirika unaona kabisa ni kwa namna gani tulikuwa tukienda vizuri, lakini hapa katikati tulijikwaa. Na hii bila kumung'unya maneno Mheshimiwa Rais kasema kwamba alikuwa akipata mashaka. Lakini wakati fulani e, e, IMF na World Bank mwaka elfu mbili na tatu katika chapisho lao moja la unasema, Financial Sector Assessment Program walifanya huo utafiti wakagundua ili Tanzania wakulima waendelee, ili sekta ya kilimo ikue, ili umaskini Tanzania upungue, unahitaji kufungamanisha sekta ya fedha na sekta ya kilimo. Miaka ishirini na mbili baadaye ambaye leo imezinduliwa benki ya ushirika, tafsiri yake ni nini? hmm. E, tulichelewa. Sasa ni wakati wa sahihi, lakini katika kufanya jambo la maendeleo, pengine huwa hakuna kuchelewa, ila unapogundua uanze hiyo safari unakuja na mikakati gani ambayo isilete makosa ya namna ambayo ulichelewa. Kwa hiyo Tanzania, kwa historia, hatujawahi kuwa na benki ya wakulima hmm. E, ukiwaambia hivyo wadau wanakwambia tuna benki ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kilimo. Ile ni benki ya maendeleo ya kilimo hmm. Na ukiangalia muundo wake haimtazami mkulima huyu mdogo wa Tanzania hmm. Kama ni sehemu ya mkopaji wa ile, wa ile, wa ile benki kwa hiyo benki ya ushirika kama muundo utakuja ukimtazama mkulima mdogo ambaye ni asilimia tisini na tisa nukta nane tano, maana yake utaleta mageuzi na mapinduzi makubwa kwenye sekta ya kilimo. okay. Utarejia kwako kwa, uh, Lukas pale Dodoma, tayari tunajiunga na uh, Karim Chipola, mwenyekiti wa uh, chama kikuu cha ushirika Taneku, lakini pia uh, tupo na Godfrey Joel ambaye ni mkurugenzi wa benki ya ushirika. Tuanzie kwako uh, Godfrey kwanza, ongereni sana kwa ujio wa benki hii, na kikubwa watu wanajiuliza, naam, kikubwa watu wanajiuliza nani hasa mlengwa, kwa sababu uh, kama wengine walivyodhani uwepo wa TADB ndo ilikuwa inamlenga mkulima, lakini kwa maelezo inaonekana kwamba TADB itasalia, lakini mlengwa sio yule mkulima mdogo. Nakushukuru uh, uh, nakushukuru sana. Kama uh, kuna echo, okay, nakushukuru sana. Benki ya Ushirika inalenga makundi jumuishi ya kiuchumi, lakini kipaumbele chake ni ni vyama vya ushirika katika mazao ya kimkakati ya kibiashara uh, na vyama hivi vinahudumia wakulima moja moja chini ya mwamvuli wa vyama vyao vya ushirika uh, so katika modeli ya kibiashara hii ndio focus, hii ndio soko letu mama, lakini hawa sio tu soko, hawa pia ndio wamiliki wa benki hiyo um, inafanya tofauti kwa sababu sio kila mmiliki anaweza akatumia bidhaa zake, na kwa kweli wamiliki wengi sio walaji wa bidhaa wanazowekeza. Lakini hii ni benki ambayo wamiliki wateja wake ndio waliowekeza fedha zao kuwa na taasisi yao ya kifedha. So, pamoja na kwamba wao ni wamiliki eh, na watumiaji wa bidhaa hizi kwa ajili ya uendelevu na kuwahudumia wadau wote kwenye mnyororo wa thamani wa kilimo. Uh, kwa sababu kilimo ni mtambuka. Benki hii inalenga pia makundi mbalimbali mbali katika mnyororo wa thamani ya kilimo. Kwa hivyo, wako vijana, wako wanawake, wako wajasiriamali, wako wasafirishaji wanaosafirisha mazao kutoka kwenye mashamba kwenda kwenye magala, wanaotoa kwenye magala kupeleka viwandani kuongeza thamani na kuchakata, wanaopeleka bandarini kusafirisha nje na ndani ya nchi, wanaopeleka kwenye masoko. Kwa hivyo utakuta tu, kwa maana ya kilimo uh, soko la kwanza la kilimo kwa uzalishaji lakini pia soko la pili la kuongeza thamani na kufikia masoko Unakuta kundi kundi linalolengwa ni kubwa zaidi kuliko mkulima peke yake. So tunalenga kuongeza sekta uh, thamani ya sekta kutoka kwa wazalishaji kwa maana ya wakulima moja moja, lakini wanaoongeza thamani na mpaka kwa wanunuzi na walaji sokoni. Uh, benki kwa sababu ni ya wanaushirika kwa maana ya umiliki, lakini benki inatoa huduma kwa Watanzania wote kwa maana ya huduma za kibenki. Kwa pia tutatoa mikopo kwa wajasiriamali, tutatoa mikopo kwa wafanyabiashara wadogo, na wakati maono yetu makubwa na ya wanaushirika ni kuwa na chombo cha kifedha kilizo na huduma iliyo na huduma mahususi inayofanana na sekta yenyewe na yenye bidhaa zinazofanana na namna wanavyofanya shughuli za kilimo uh, uta uta, uta utafurahi kuona kwamba kwa mara ya kwanza, kama ilivyosikia mzungumzaji anasema, kwa mara ya kwanza tunakuwa na chombo ambacho hatutakuwa na namna mmoja inayowafaa inayowa watu wote. E, e, kwa hivyo ni muhimu pia kuwa na taasisi za kifedha zinazoshabiana na sekta yenyewe. E, kilimo ni tofauti lakini pia sio tu sekta ya kilimo kuwa tofauti, lakini pia kilimo pia sio ya aina moja. Kilimo cha, cha korosho sio sawa na kilimo cha kahawa, sio sawa na kilimo cha tumbaku. Mahitaji na zaidi kwenye nchi yetu sio tu mahitaji ya kilimo, lakini pia uh, misimu ya kilimo ni tofauti, pembejeo za kilimo ni tofauti, masoko ni tofauti. Kwa hivyo ukiwa na benki ambazo ziko kila mahali, ziko kila sekta, ziko na pengine sekta ya kilimo sio kipaumbele, kuna wakati mkulima atapata mkopo, muda umeenda, atapata pembejeo, msimu umepita, au pengine taratibu za kupata mitaji inachukua muda, na pengine taratibu zinafanana zile zile, kadi anavyokopeshwa muuza duka na mjasiriamali, ndivyo anavyokopeshwa anaye anaye anayelima korosho au kahawa. Katika muktadha huo, okay, kwa kuangalia ukubwa wa sekta ya ushirika. Eh, tutaendelea hapo, uh, uh, mkurugenzi uh, Karim Chipola, nyie ndio mnatajwa kama wamiliki wa ile wa eneo, manufaa yatakuwa ni yapi? Kwa sababu inalengwa zaidi ushirika, na hivi vyama vya ushirika vimekuepo, kuna wakati vililaumiwa sana kuonekana kwamba uh, vimeshindwa kazi, na hata leo rais wakati akizungumza anasema mwanzoni alikuwa na wasiwasi kuhusiana na ushirika lakini sasa matumaini yake yamerejea. Mnahakikisha vipi hali ya mambo itakwenda vyema na huyu mkulima kunufaika? E, asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyosema kwamba Mheshimiwa Rais leo ameueleza umma kwamba huko nyuma ushirika ulikuwa hauna muonekano unaokubalika, lakini kwa sasa ana imani kubwa. Na mimi nikuhakikishie ndugu mtangazaji, kwa sababu mimi nimepata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa chama kikuu mwaka 2021 20, 21. Lakini kutoka 2021 20, 21, mpaka hapa ninapoongea sasa na miaka minne, mabadiliko niliyoyafanya katika taasisi yangu ya Taneku yameweza kuleta matokeo chanya na ndio maana hata serikali inasema kwamba sasa tuna imani na ushirika. Kwa mfano katika eneo langu nimeweza kujenga kiwanda cha kubangua korosho chenye thamani ya bilioni tatu nukta sita lakini mpango mkakati wetu ni, ni kwamba kutokana na uzalishaji wa msimu uliopita tumeweza kupitia changamoto za magari kuwa machache. Mzigo ulikuwa mwingi, lakini magari ya usafirishaji yalikuwa machache. Kwa hiyo sasa tumepitisha bajeti katika mkutano mkuu uliopita wiki iliyopita ya kwamba tunaenda kujenga kiwanda kingine pale Tandahimba lakini pia kununua marori kumi na tano lakini pia kujenga magala ya kuhifadhia korosho matatu kwa wilaya za Tandahimba na Newala. Nia ni kutaka kumhakikishia mkulima kwamba anapokusanya korosho kwa zake kutoka Amkos kwenda warehouse kwenda warehouse operator na kupata warehouse risiti kupeleka kwenye minada, yani kazi hizi ziende kwa kasi ambayo mheshimiwa rais anaitarajia. Lakini sisi kama viongozi tumejipanga sasa kwamba kuwaone, yani ku, kuona kwamba kama viongozi, na nia ya kuanzisha ushirika ilikuwa kwamba wale wakulima waweze kutengeneza chombo chao ambacho wanapopata kadhia basi waweze kukaa na kujadiliana na kuona kwamba utatuzi wao unakuwa namna gani, na ndio maana nimekuambia kwamba kama ushirika tunaenda kutatua changamoto tulizozipitia msimu uliopita, lakini pia nimesema awali kwamba serikali inafanya kazi kubwa sana, imeleta pembejeo, lakini imeweza kuchagiza uzalishaji. Kwa mfano, nikienda katika misimu mitatu iliyopita, tumeanza kuzalisha tani elfu hamsini na sita lakini msimu uliofuata baada ya huu tumezalisha tani elfu sabini na nne lakini kwa msimu huu tumezalisha tani laki moja na elfu ishirini na nne. Sasa hapa wakati tunaenda kwenye kutumia mfumo huu wa stakabadhi ghalani, tulikuwa tunapata matatizo kwa wakulima wetu kuweza wanapouza korosho zao, hizi taasisi za fedha huwa walikuwa wanafanya ubabaishaji kidogo. Wakati mwingine unapeleka transaction pale mabachi yale kwa ajili ya kuwalipa wakulima, mtu mwingine ana delay makusudi kwa kutaka ili aiumize taasisi ya mwenzake. Kwa hiyo sasa tunaamini kabisa, kwa sababu tunakuwa na chombo cha kwetu ambacho tutakuwa na maamuzi sisi wenyewe. Na kama nilivyosema kwamba katika benki hii sisi kwa kulima tunamiliki kwa asilimia hamsini na moja. Umesema CRDB CRDB ana ni mwekezaji tu wa kimkakati ili kuweza kufikia malengo yale ambayo BOT wanayahitaji. Kwa hiyo tunaamini sasa tunaenda kuweka mikakati ya kwamba, kwa mfano, katika zao la korosho unatakiwa kuanza palizi kuanzia mwezi wa pili mpaka mwezi wa tano. Kwa hiyo benki hii tunaenda kujipangia taratibu kwamba mikopo ya wakulima wa zao la korosho tunataka ianzie hapa kufika hapa, lakini pia waka, tupate pesa za kwenda kuvuna kuvunia unajua kwamba korosho za wakulima zinaanza kuvunwa kuanzia mwezi wa tisa. Kwa hiyo mikakati ambayo uongozi wa benki na bahati nzuri kwamba hata zile bodi ukiangalia zilivyowekwa, yani asilimia kubwa yenye maamuzi yanatoka kwa wanaushirika wenyewe, kwa sababu katika maamuzi ndio uh, sasa huyu mwanaushirika ama mkulima uh, atakopeshwa nini? Atakopeshwa vifaa ama anakopeshwa tu fedha yenye thamani ya hiyo kitu, ndio watakwenda kufanya haya mengine ambayo uh, umeeleza. Lengo lake ni kuharakisha utendaji wa hali ya mambo. Vyote atakopeshwa, kwa sababu kama unahitaji pesa utakopeshwa, lakini pia inawezekana unahitaji vyombo kwa ajili ya kwa mfano unahitaji trekta, unahitaji mashine, yani utakopeshwa. Ni kwa sababu nia ya kuanzisha benki hii tunataka ule ukakasi ambao tulikuwa tunapata katika zile benki taasisi zingine, yaani mkulima sasa tuweze kumkava kwa asilimia mia moja, kuhakikisha yale mahitaji yake anayotakiwa kuyapata kwenye taasisi ya fedha anaipata kutokana na benki hii ya ushirika. Namini kuhakikishie ndugu mtangazaji kwamba uanzishwaji wa hii ya benki ya ushirika sasa hivi tayari kutakuwa na ushindani wa kibiashara. Kwa mfano sisi, nimekuambia kwamba tumepitisha ukomo wa madeni, lakini leo ukiangalia maombi yaliyokuja mezani kwa Taneko, CRDB anaomba kuja kufanya biashara na sisi, TADB anaomba kuja kufanya biashara na sisi, NMB anaenda anaomba kuja kufanya biashara na sisi. Kwa hiyo sisi kama Taneko tutakachokifanya ni kuambia kwamba bana, eh, tunakubaliana sasa, tuna negotiate kwamba riba ni kiasi gani, lakini pia ili nini, tunapochukua mikopo tuweze kupata riba nafuu itakayotuwezesha kufanya kazi zetu lakini baadaye tuweze kulipa na pasipo kupata hasara kwa sisi kama taasisi. Sawa, Chipola hapo hapo hapo Chipola. Uh, umezungumzia swala la riba. Ngoja kwanza tumsikize uh, mkurugenzi uh, Godfrey Godfrey, kwani mmeweka viwango vipi vya riba ambavyo sasa vinaweza vikawa ni mwarobaini wa kumkomboa huyu mkulima mdogo ambaye ndio mlengwa. Uh, riba iwekwi, uh, riba iwekwi na, na, na benki kama um, kama kam, kam. Riba ni matokeo ya, ya nguvu ya soko, na riba inajulikana ni, ni, ni, ni, ni mahitaji yaliyoko sokoni na huduma iliyoko sokoni. Watu wanataka nini na bidhaa gani hipo kwa kiwango gani? kwa hivyo bei katika uchumi huria ni ni, ni, ni, ni matokeo ya ushindani. So anaposema mzee Chipola kwamba kuna watu wameshafika kwao na sasa sio mmoja wao wawili, na yeye ana benki yake hapa, uwepo wa benki yake inampa nguvu ya kubagen bei. Tayari ameshatengeneza supply chain ya benki zaidi ya nne. Maanake ni kwamba kwenye negotiation sasa ana kitu kinachompa nguvu ya kudiktate au kuonyesha kwamba uh, bei sasa, nani ananipa bei bora. Uh, katika muktadha huo tunaposema tuna gharama nafuu, sio kwamba hatutajiendesha kibiashara na kwa uendelevu. Maana yake ni kwamba kwa kutumia nguvu ya soko na kwa sababu ushirika una nguvu kubwa, uh, kwa maana ya wingi wingi wa wanachama wake lakini pia wingi wa walaji na watumiaji huduma katika uchumi tunasema, um, economies of scale. Kwa kutumia economies of scale na kwa sababu demand ni kubwa, ukishakuwa na demand kubwa, gharama inashuka ya bei kwa sababu bidhaa ipo Hatutapanga bei kama bwana ni hapa aizidi hapa, kama vile unapanga bei za, za nyanya sokoni. Kwa gharama ulizozalisha, bei itakuwa matokeo ya nguvu ya ushindani inayokuja moja kwa moja, kwa sababu iko benki yenye watu wengi nyuma yake na kwa sababu wanatumia bidhaa kwa wingi huo. Labda nikupe mfano um, vyama vya ushirika nchi hii, vyama vya kilimo ni takriban vyama elfu sita vyenye wanachama karibia milioni nane. Hmm. Uh, lakini pia kuna vyama vya fedha vya SACCOS wenye wanachama karibia uh, mia nane hamsini I mean, uh, vyama mia nane hamsini wanachama karibia milioni moja laki nane kwa hivyo unaongea unaongea unaongea uh, vyama karibia mili, milioni tisa mpaka kumi. Hili ni soko kubwa sana. Uh, ukilinganisha kwa mfano, nitakupa takwimu. Mabenki yote arobaini na nne uh, nchini kwa, kwa wingi wao hawazidi hawazidi, kwa sababu unakuta mtu ana account benki moja A, benki B, benki C mtu huyo huyo hmm. Uh, ukitafuta idadi ya Watanzania wenye account benki kwa mabenki yote ni kati ya milioni tano mpaka milioni sita, haizidi. Manake ni kwamba kama wanaushirika watatumia benki yao kwa umoja wote wao peke yao, ni mara mbili ya walaji wote walioko sokoni hiyo mm. manake nini? Manake kiuchumi na kifedha wana uwezo wa kuinfluence bei mm. E, na huyu anayewapa bidhaa na huduma hawapi, kama anatoa charity, anawapa kwa sababu anatumia wingi wao kupunguza kitu kinachoitwa cost, I mean, uh, uh, uh, unit cost Okay. Gharama, gharama yake ya jumla mnajua biashara ya jumla na ya rejareja kwa reja, mm, sababu ya wingi wa hao watu. Kwa hivyo ana uwezo wa ku ku ku leverage number, ku leverage ule ukubwa wao na kutoa average price ambayo mtu mwingine mwenye soko dogo na watu wachache awezi kufanya hiyo biashara ya jumla. Kwa hivyo okay, kwa nguvu ya uwepo wa benki hii na kwa mm, namba yake mm, uh, supply and demand itadictate ita, ita dictate bei ya bidhaa za huduma yetu. Wakati wetu umetukimbia sana. Uh, neno lako moja, mapinduzi gani yatarajiwe yata kupitia benki ya ushirika? Moja, uliniuliza uh, uh, kuna TADB. Moja, tutashirikiana na TADB. TADB ni mdau wetu namba moja uh, katika mchakato huu. TADB ni benki ya kilimo na sisi sekta yetu kubwa, na walioanzisha benki ni wanaushirika kwa hivyo tunategemea mapinduzi makubwa. TADB sasa imepata mwenza. TADB imepata mtu atakaye msaidia kuchagiza kuleta ujumuishi wa kifedha kwa wananchi na wana, na wakulima kwa kuwa mkono wake wa kuume hmm. TADB ni, ni, ni benki ya maendeleo ni capital; ni benki inayotoa mitaji ya muda mrefu lakini benki ya ushirika ni benki ya biashara ni benki ni commercial bank, ni benki ya biashara kama benki zingine. Kwa hivyo inatoa mikopo kwa mitaji ya muda mrefu, inatumia amana, inatumia hela za deposita uh, na pengine isiwe na mitaji ya muda mrefu, lakini kwa kufanya kazi na TADB ina maana uh, uh, tutaisaidia TADB kuwa na benki inayolenga sekta yake, na kwa hivyo kufa, kufanikisha uh, kuwafikia Watanzania walio wengi zaidi, lakini okay. pia mm. watanzania okay. wategemee Kupa mikopo kama walivyosema mikopo au mitaji kwenda kwenye, kwa kasi katika kilimo. Okay. E, kwa sababu tunategemea kwa kushirikiana na TADB na, na wadau wengine lakini pia kwa kushirikiana na wanaushirika kwa mitandao yao. Nimesema mm, ya, tumezindua leo na matawi manne Tabora, e, Dodoma, Moshi e, Tandaimba lakini pia tumezindua leo tukiwa tumeshaunganisha vyama vya ushirika hamsini na nane kama mawakala. Kwa hivyo, karibia nchi nzima, mtu anapata huduma zote za kibenki mtandao, okay. wa vyama vya ushirika mm. utatusaidia kutoa huduma zote jumuishi za kifedha kwa makundi yote pale walipo. Kwa hivyo, leo alioko taneku anaenda kwenye chama chake, anaweza kufungua account, anaweza kutoa fedha, anaweza kuomba mikopo kwa hivyo wategemee, kwa sababu ya wingi na mtandao wa ushirika, wategemee huduma rafiki, wategemee urahisi wa huduma, wategemee kupatikana kwa huduma pale walipo, lakini kwa sababu tunafungua benki katika zama za kiteknolojia mm, na zama za kidigitali wategemee benki itakayowafikia kwa kasi kubwa sana kwa muda mfupi kwa kutumia tehama, okay. bidhaa zetu zitapatikana mikononi, bidhaa zetu yeah. zitapatikana kwa mawakala, bidhaa zetu zitapatikana kwa intaneti na kwa urahisi popote pale walipo kwa sababu tunajenga benki katika zama ambazo ni rahisi kutumia teknolojia kuwafikia walio wengi, na kwa kutumia wingi wetu mm. pia wategemee ushindani na bei zilizo bora zaidi. Asante sana mkurugenzi, wakati wetu umetukimbia mno. Uh, Malebo, mwanzoni ulitupa hiyo picha hmm. na tumesikia wadau wenyewe hmm. wa benki hii uh, unaona kuna namna ambavyo sasa mnatoboa e, ipo, lakini bado pia kuna maswali mengi. Umeuliza swali zuri sana kwa mkurugenzi. Leo ni siku muhimu sana kwenye taifa letu. Kuna vijana leo wameamini sasa, kesho wanaingia kwenye kilimo, kwa sababu kiu kubwa ya vijana kuingia kwenye kilimo ipo. Mitaji imekuwa tatizo, na taratibu za kupata mitaji kwenye taasisi za fedha ni kuwa na mali isiyohamishika yenye zamana. Kwa hiyo eh, benki ya ushirika inatakiwa iwe wazi kuwasaidia vijana hususa kwenye hilo eneo, mfano e, la riba, walitakiwa wawe kabisa e, wazi kwamba pamoja na kwamba ni benki inafanya biashara, lakini namna yake ya uniki yake ilipaswa iwe kwa sababu inagusa hadi wakulima wadogo, kuwa e, wazi kwamba watafanya hivi. Na nimrejee mheshimiwa Rais mm. wakati fulani amewahi kuyaomba hata haya mabenki ya, ya biashara yaende mm. kwenye single Digit. Digit. Yeah. Sasa leo inakuwaje <laughs> Benki ya Ushirika ina... inasema eh, soko litaamua, soko litaamua, eh. <laughs> Tutajadili zaidi haya na, mambo Lucas Malebu ambaye ni mdau na, na, na. Mdauna, mkulima tumekuwa naye hapa tukiangazia uzinduzi wa Benki ya Ushirika ambayo leo Rais amezindua na kuwapa kibarua cha kuhakikisha kwamba uh, ilete chachu ya maendeleo ya kilimo kutoka pale Dodoma. Tumekuwa naye mkurugenzi wa Benki ya Ushirika mm-hmm. mwenyewe Godfrey Joel, ambaye pia nakushukuru sana kwa kuungana nami kwenye uchanganuzi. Lakini kando yake amekuwepo Karim Chipola, mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika Taneku. Niwashukuruni sana wote kwa kujumuika nami hii leo, nam nikushukuru pia Malemu kwa ku, kuwa nami hapa studio. Nam na kwa nukta ndo natamatisha uchanganuzi kwa usiku huu. Mi naitwa Nordin Selemani, kutakie tu mtazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea na usiku mwema.